baji wa madini wote iwe makaa ya mawe, dhahabu, nini, kuna uharibifu wa mazingira ambao unatokea, una hiyo ni wazi. Kwa hiyo hata kule Ruvuma ambako wanachimba madini haya ya nani makaa ya ya mawe na madini mengine, mazingira yameharibika, mazingira yameharibika, na ilivyoonekana hapa jitihada ya kuyarejesha katika uasili wake ni ndogo. Kwa hiyo kitu ambacho tumekiona, lakini kitu kingine ni kwamba watu wanaugua wanaugua magonjwa mbalimbali yanayohusu mbali, kifua. Watu wanaugua kwa sababu ya kutokana na vumbi, lakini hata kilimo kimeathirika, kwa maana kwamba vumbi lile linachafua ma ma mahindi na mahindi yanakuwa tuseme yanaku, ule ubora wake unapungua na hivyo kukosa, kukosa bei nzuri yakiwa sokoni. Kwa hiyo kuna athari za kimazingira, kuna athari za afya za watu, lakini kuna athari katika katika vyanzo vya maisha vya, vya wananchi ikiwemo kilimo. Katika sekta hii ama niseme kwa kiasi kikubwa kumekuwa hakuna ule uwajibikaji na uwazi kwa wananchi ambao wanapelekea kutokuwa na taarifa sahihi ambazo zingeweza kuwafanya wao wajue ni kitu gani ambacho kitanufaika ama watakipata baada ya uwepo wa makampuni au taasisi hizo ambazo zinajihusisha na masuala ya uchimbaji mfano wa makaa ya mawe na mengineo au gesi kama ilivyo katika mkoa wangu ambao naishi wa Mtwara. Uh, hilo limepelekea mara nyingi ku, kuibua hisia mseto kwa wananchi wa maeneo hayo, ambao wanapelekea wakati mwingine kuandamana, kugomea na vitu vingine, lakini kama serikali kama wasimamizi wangekuwa wanatoa nafasi kwa wachimbaji wa, wa, wa au makampuni ambayo wanafanya shughuli hizo, basi yangekuwa kuna uwazi. tumeona Uh, kumekuwa na mambo mengi ambayo wananchi wetu katika maeneo mbalimbali wanaaidiwa kwa ajili ya kuendeleza maisha yao pale watu wawekezaji wanapokuja, lakini mwisho wa siku hakuna shughuli zinazofanya mwisho, mwisho wake wananchi wanakuwa ni waathirika kimazingira, kiafya, kimaendeleo, kijamii na mambo mengine mengi ambayo yamekuwa yakitokea. Kwa hiyo mimi kama mwandishi wa habari ninalo jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba ninapeleka taarifa sahihi kwenye jamii na pale panapokuwa na kulegalega kwa uwajibikaji basi ni jukumu langu kuzikumbusha mamlaka husika ili ziweze kutimiza majukumu yake. Changamoto kubwa ni eh, kutokana na sekta yenyewe madini ilivyo, kwa upande mmoja ni sekta ambayo inaingizia taifa mapato mengi, eh, kutokana na uchimbaji wa madini na kuyauza nje nje ya nchi, lakini vile vile katika uh, sekta hiyo kuna athari za kimazingira ambazo zinawakuta wananchi. E, athari zingine za upande wakati wa ardhi zinawakuta wananchi sasa. Kuna wakati mwandishi wa habari anajikuta yuko yuko dilema. Asimamu upande upande upande wa wananchi huko, upande mwingine unaonekana kama una hujumu e, shughuli za maendeleo katika jamii yako. Asimamu upande wa serikali, nako wananchi wanaona kama wao huwasikilizi na kuwapa na kuwapa nafasi au sauti zao kusikika juu ya athari zinazo zinazo wakabili. Kwa hiyo ndio maana hapa katika mafunzo haya tumegusa kote kote. Role ya mwandishi wa habari ni pi lakini, wakati huo anaandika huko akiwa anagusa athari za kimazingira, lakini wakati huo huo kile ambacho kina kinapatikana katika uchumi pia anakuwa anakigusa. Naweza nikasema hiyo ndio changamoto kubwa. Kuna wakati mwandishi wa habari unaona kwamba huone usimame wapi, kwa sababu ukisimama huko mwananchi anaona hujamtendea haki, ukisimama huko serikali inaona hujalitendea haki taifa lako. Hiyo ndio changamoto kubwa.